Amin. Mwezi wa Ramadhan ni wakati wa ibada, tafakari na kujizuia, ambapo Waislamu hufunga kuanzia alfajiri hadi machweo. Mfungo huu unajumuisha kujizuia kula, kunywa na hata matendo mengine yanayovunja saumu. Vilevile, Ramadhan sio tu wakati wa kula baada ya kufunga, bali pia ni kipindi cha kushiriki chakula na familia, marafiki na jamii nzima. Majestic Digital TV imeamua kuangazia mmea ambao unaitwa fijili. Je, yeah, unajua maana yake mwilini? Na kwa nini hupatikana tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan? Hizi ni mboga ambazo kwamba zina nutritional value ama faida nyingi za kilishe ama za kiafya, na watu wengi wanazitumia especially huku kwetu Afrika, si sana na iwapo wapo, uh, wapo uh, wako kwa kiasi, lakini si sana sana sana. Utapata wanaopenda mboga hii ni watu kutoka kama Asia ama western, uh, western world ambao kwamba wanatumia variety ya vegetables na radish utaikuta huku Mombasa katika sehemu kama Marikiti pale, kwa sehemu za mboga mboga utaikuta pale, ama kwa supermarket pia unaweza ipata mboga ya aina hii. Kongowea pia unaweza kuipata, lakini hasa msimu huu wa Ramadhani tunaipata sana sana pale Mwembe Tayari. Unaweza kumbana nayo hapo nje ya, ya karibu na Mwembe Tayari dispensary. Wauzaji na wanunuzi bila shaka wana hisia mbali mbali kuhusiana na mboga hizi. Inasaidia kusafisha damu na unajua, kama vile nilivyokuambia kwa mwezi wa Ramadhani, majumbani kunapikwa chakula nyingi, watu wanakula chakula. Hasa wakikula hii mwisho wake inasaidia kurimuvu ile gesi, inasaidia mtu hata kama ataenda na shughuli zake kazi zake, atakuwa iko sawa, ile chakula ilikula iko sawa, impeleki matatizo yote. Kwa upande wangu mimi huwa napenda sana sana figili wakati wa Ramadhani, kwa sababu kisisi nyumbani ndo tumezoea Ramadhani, ndo chakula yetu ya usiku afta kufuturu, pale kipata na wali pilau, wali nyeupe, walianazi tena walianazi ndo best. Kila na figili sana, sababu naleta taste pia ndani ya mwili. Kama anavyotuelezea na kutufahamisha mtaalamu wa lishe bora, Mwanamkasi Ali. Figili ni mboga na sehemu muhimu ya futari kwa sababu ya ladha yake ya kipekee na faida zake kiafya. Uh, mojawapo ya umuhimu wa figili eh, unapata figili kuna, uh, good percentage ama asilimia kubwa ya maji kwanza, kwa hivyo kumaanisha iko na good hydrating properties Yani, inasaidia kuweka mwili wetu katika hali sawa ya ya, ya kiwango kizuri cha maji na tunajua maji yanatumika mwilini katika uh, to, nini, functions tofauti tofauti. Kwa kuwa fijili ina madini ya potasiamu husaidia kudhibiti shinikizo la damu, jambo ambalo ni muhimu hasa kwa watu wenye msongo wa mawazo au wanaokula vyakula vyenye chumvi nyingi wakati wa futari. Figili iko na uh, virutubisho aina nyingi kwa mfano, iko rich in potassium. Potassium inasaidia sana katika afya ya, ya moyo ama kupunguza hali za shinikizo la damu ama pia kucontrol blood pressure. Kisha mmeng'enyo wa chakula iko na madini kama vile faiba. Faiba ni nyuzinyuzi, nyuzi ambazo kwamba zinapatikana katika vyakula aina tofauti tofauti. Vile vile, faiba pia inasaidia katika kupunguza hali ya kupata choo kigumu ama konstipation. Fijili ina vitamin C ambayo inasaidia kuimarisha kinga ya mwili. Iko very rich in vitamin C. Na vitamin C inasaidia nini? Vitamin C ama hizo other B vitamins ni vitamins ambazo kwamba zinasaidia sana katika health ya gums, gums zetu. Hivyo basi kujumuisha fijili kwenye mlo wa mfungo kunaweza kusaidia mwili kubaki na afya bora na kufanya mfungo kuwa mwepesi zaidi. Figili inasaidia sana katika kurelive ile gas ama bloating kwenye miili ya watu. Ndio maana utapata msimu huu wa Ramadhani watu wanapenda sana kuitumia figili. Wale wanaojua faida zake katika kurelive gas wanaitumia sana. Na iwapo utakosa figili, unaweza kula vyakula vingine vyenye ladha kali kama tango, pilipili pili hoho au hata mchanganyiko wa limau na chumvi ili kupata hisia inayokaribia fijili. Junlands Majestic Digital TV.